watu wengi wanashindwa sio kwa sababu hawana uwezo bali kwa sababu hawadhibiti tabia zao ndogo ndogo. Leo ngoja nikwambie siri tano zitakazokupa nguvu ya utulivu, heshima na mamlaka kimya kimya. Moja. ongea kidogo, fanya zaidi. Ukiongea sana, unaua uzito wa maneno yako. Kimya kina nguvu. Watu wanaheshimu mtu ambaye haongei ovyo. Kumbuka, maneno yako yanathaminiwa zaidi pale unapoyatumia kwa umakini. Pili, usijieleze kupita kiasi. Siri na fumbo vinajenga heshima. Kama watu hawaelewi kila kitu kukuhusu, wanakuheshimu zaidi. Usitoe maelezo kwa mtu yoyote anayetafuta kukudharau. Tatu, dhibiti reaction zako. Mtu yoyote anaweza kuchokozwa lakini si kila mtu anaweza kutulia. Utulivu ni nguvu. Reaction zako ndiyo picha ya kiwango cha akili yako. Ukibaki mtulivu, unashinda kabla vita haijaanza. Nne, hifadhi ahadi hata ndogo. Watu wanakupima kutokana na vitu vidogo sana. Ukiahidi, timiza. Hapo ndipo unajenga imani, na imani inabadilika kuwa heshima. Hata ahadi ndogo ina uzito mkubwa. Tano, hata kuwafuata watu ili wakupende. Ukikimbiza upendo wa watu unajiuza. Simama kwenye misimamo yako, simama kwenye ukweli wako. Wale wanaokuhitaji watakuja wenyewe. Kufuata approval ni kuua nguvu yako.